Wakati Yanga anafanya vizuri kimataifa, wanacheza na wale bisadau, askari amevaa jezi ya Yanga, Stephen Mbutu amevaa jezi ya Yanga. Sasa leo tena amekuwa ame, ame, ame ame huyu Simba amekuwa fai kwa sababu timu yako tengeneza timu. Msikiliza jibi anaongea nini? Nilishaongea Yanga ni kidebele kiduka kikimaraga, timu yao mbovu, timu ishapoteza mwelekeo wache blabla bla, mpira utaji blabla bla, mpira wekeza, weka hela, mwana mziki huu. Kwa hiyo hizi timu nne ndizo zitakazotoa mahesabu ya ubingwa. Ina maana kama dula kwanza yanga amepoteza pointi nane, dula pili atapoteza ngapi? Kwa sababu Yanga na wale bina timu ambazo hazina nembo ya JSM, umeelewa? Na sio timu yao tu, mabao wachezaji wao leo kichukua magoli 10 ya Dube, magoli ambayo aliyofunga kwenye timu ambazo si hazina nembo ya JSM ukija a zao zote mbili ni eti tiki ambazo ziwamecheza na watu wa GSM, mwaneelewa. Kwa hiyo Yanga intensity game anapata kwa watu wanne, si umeelewa? Mm hao -hmm. ambao hawana nembo ya GSM, timu zingine ambazo hazina nembo ya GSM lazima kutakuwa na vinaswaba, ndio Yanga anashinda alisiwazungumza, ikwazi KMC ana nembo ya GSM. Yanga anafunga KMC kwa sababu kuna uwepo wa mtu kule mlezi. Mlezi wa KMC ni nani? mwanachama wa nani? Ni mwanachama wa nani? Si Yanga? Ukienda Dodoma Jiji haina nembo ya SM, lakini je, Dodoma Jiji kuna nani? Mlezi. Kuna mlezi, ndo timu anazozifunga. Tuko naye GB 64 e, mwamba kweli kweli, mwenye ufahamu wake wa mpira wa Tanzania tangu kipindi hicho mpaka sasa, na niko naye kusikiliza maoni yake kama katiba ya Tanzania inavyompa uhuru e, kila Mtanzania kutoa maoni Ticha, assalamu alaikum.

mkira Tanzania, mambo yamezidi kuwa moto mara baada ya kudhahirishwa kwa dabi ya kari yakoo. Matamko e, mazungumzo ambayo yanazungumzwa sasa, tumefikia sehemu ambapo baadhi ya watu wanamtaka rais wa shirikisho la soka Tanzania na mjumbe wa kamati tendaji ya KAFU, e, Mweshimiwa Rais Aleskaria yajiuzuru kutokana na kutoa matamko ambayo yalikuwa na rifaa kile kilichotokea kudhahirishwa kwa dabi hiki kinachozungumzwa na haya anamwambia rais aj, unaona yana mashiko kwa upande wa mpira wa Tanzania. Kwa nini wasizungumze miaka mitatu iliyopita? i yeah. Hii ndio maana alisa ubaya ubwea, watazungumza mengi sana, watakwenda mwishoni, watafikia watakwambia mpaka bwana kiongozi wa nchi naye ni Simba. Ndio tunakoelekea hayando, alivyo miaka yote timu yao inafanya vizuri Waleskalia wa kwao sk amevaa mpaka kipindi sisi tunafanya vizuri kimataifa. Lakini wakati Yanga anafanya vizuri kimataifa, wanacheza na Mamelodi Sundowns. Waleskalia amevaa jezi ya Yanga. Steven Mbuto amevaa jezi ya Yanga. Rais wa shirikisho la Sasa leo tena amekuwa amekuwa ame ame huyu Simba eh, amekuwa ai kwa sababu timu yako tengeneza timu Msikilize, jidia ni naongea nini? Nilishaongea Yanga ni kidebele kiduka kimkimaaga, timu yao mbovu, timu ishapoteza mwelekeo. Wache bla bla bla, mpira utaji, bla bla, mpira wekeza, weka hela hivyo. Leo namwambia wale Karia ajiuzuru, kwa usajili upo ufanya, eh, kwa usajili upo ufanya, atwende kwenye dirisha kubwa. Watu wanamleta mavambo wao, wanamleta diki abuy Watu wanamleta Agastino Kajeba nan na na na na na na Kagoma wao, unaenda kutuletea nani? Unaenda kumbeta Azizi ya Mnabwile, alafu bado unataka kusema eti rais, siku ya rais ajiuzulu kwa sababu timu yako apenye vizuri. Si unaongoza ligi, shaka liku wapi lakini, kama, lakini. Lakini, kama kukimbia mechi umekimbia, we wewe ticha ikauli, si kwa sababu ya kuongoza ligi ama ka kufanya vizuri, ni baada ya. Hebu niambie, ah, jamaa huwa mara nyingi wanapenda sana kuweka self defense sawa, yani hii ni self defense mechanism. Wanaelewa nini kinachoenda kutokea. Mimi na mahesabu niliopiga, akitoka nje mimi naacha mpira sumahea, mahesabu niliyopiga kama Simba atakuwa bingwa mimi naachana na mpira na kama atatoka, hata kama Simba atakuwa bingwa nje ya mahesabu haya, mimi nitaacha kuzungumza mpira. Mimi mpira, na ujua mimi nafanya research, ndio naongea. Mimi siongei bla bla, I'm going to do a research, what happened, what is going to happen. Ndicho ninachokifanya mimi. Niliongea Yanga msimu kwa timu ya kwenda robo finali, akenda robo finali, mimi nakuwa Yanga wamekwenda makundi, wamekwenda robo finali sha wamesha makundu na hii ubingwa, bingwa ni Simba na sababu nimetoa Simba wana timu bora kuliko Yanga. Na ubora wa Simba unapatikana vipi? Chukua timu nne hizi, ndo ndo, ndo, timu ambazo zitaenda kutengeneza ubingwa kati ya Simba na Yanga au Azam, mmoja atakuwa bingwa kutokana na hizi timu nne. Angalia hizi timu nne, Yanga na Simba wamekutana nazo, imekuaje kwa duara kwanza na duara pili itakuaje? Mchukue Azam, mchukue Tabora, Mchukua JKT Tanzania, mchukua na Simba mwenyewe pamoja na Yanga, watu watano. Ina maana Yanga sasa, kama unataka kuconsider Yanga anakuwaje bingwa, unawachukua hao wanne, yaani Azam, Tabora, JKT pamoja na Simba, kacheza nao vipi hao duru la kwanza, sio maana duru la kwanza. Haya, Yanga kacheza nao vipi? Tuangalie amepata pointi ngapi kwenye hizi timu nne? Achana naye makapi ya sm ambayo anayafanya anavotana, katika pointi hamsini na nane pointi hamsini na nne zote amezipata kwenye timu za GSM. Hapa kaambulia pointi nne dula kwanza mwanwalwatabakampiga kajaweamkampiga ula kwanza, kaja Simba ndio Yanga anaambulia pointi tatu kwa msada wa kaweko akumfunga Simba. Ina maana Yanga katika hezi mechi nne angeambulia sare Sijui umeelewa? angeambulia sare moja tu ya JKT Tanzania. Twende de kwa Simba, Simba amempiga Tabora duru la kwanza, amempiga Azam. Umenelewa? Umeelewa? amezulumiwa na Yanga, amepoteza na Yanga, amempiga JKT. Yanga wakati anapata pointi nne, Simba amepata pointi tisa kwa watu wanne Si menaelewa hmm. Kwao Yanga kaa amepata pointi nne, na maana hapo amepoteza ngapi? Katika pointi kumi na mbili, Yanga amepoteza nane kwa watu, naelewa. Simba amepoteza tatu, na hizi tatu amedhulumiwa na Yanga, lakini alikuwa zote kumi na mbili. Mwaa ana mahesabu. Ukipindua duru ya pili, tayari Simba ameshamalizana na Azam, kapata pointi moja, Tabora amechukua pointi tatu, jumla ngapi? Nne, umeelewa? Bado nani? JKT bado na Yanga Yanga, eh. Sawa. So, bado Azam, bado Tabora, JKT Tanzania ndo amepata pointi. Pointi moja bado mechapia, na bado na Simba mwanamziki huo. Kwa hiyo hizi timu nne ndizo zitakazotoa mahesabu ya ubingwa. Ina maana kama duu la kwanza Yanga amepoteza pointi nani, duu la pili atapoteza ngapi, kwa sababu Yanga na araji na timu ambazo hazina nembo ya JSM. Umeelewa? Na, na sio timu yao tu mbavu wachezaji wao leo kichukua magoli kumi ya Dube. Magoli ambayo aliyofunga kwenye timu ambazo si hazina nembo nah, na ya GSM. Nani? Hakuna. Ukija kiki zao zote mbili ni eti kiki ambazo si zimekupesa wamecheza na watu wa GSM. Lakini Simba Simba yetu kimepigwa na Coast. Coast ni mtoto wa GSM. Ni swaba wao. Sisi tumeenda kumtia chuma tatu vizote za piga mkwala. Umenielewa? Kwa hiyo Yanga intensity game anapata kwa watu wanne, si umenielewa? mm hawa -hmm. Ambao wa wana nembo ya wa GSM, timu zingine ambazo hazina nembo ya GSM lazima kuta vina vinaswaba, ndo Yanga anashinda, kwani si wazungumza, iko wazi. KMC hana nembo ya GSM, Yanga anamfunga KMC kwa sababu kuna uwepo wa mtu kule mezi wa KMC ni nani? mwanachama wa nani? ni mwanachama wa nani? syanga ukienda Dodoma Jiji haina nembo ya GSM lakini, je, Dodoma Jiji kuna nani? Yes. kuna mlezi, ndio timu anazozifunga. kuna picha nini? ukienda Kagera, Kagera anafungwa na Yanga, yale ni maagizo ya rais wa shirikisho aliyopita, aa Malinz. Mm, si tumeelewa. Kwa hiyo hakuna timu anazozifunga ambazo hazina vinaswaba. Timu zote ambazo zina vinaswaba na GSM na Yanga ndizo wanazozifunga, lakini timu ambazo zina vinaswaba Yanga mechi ngumu hizo, timu hizi ndizo zitakutengenezea, zitakutengenezea sisi ubingwa. Kwa hiyo usiangalie point yeah, moja sawa. Mimi naangalia kuna point karibu ni nane, Yanga anapoteza tena. Mtarudisha maiki, tutarudisha hapa hapa ticha. Kwa hiyo kile kitu ambacho kinachoendelea sasa hivi ni njia tu za yaani, unajua ngoja nikwambie kitu, siku zote Yanga miaka yote akiona anaweza kupotea huwa ndivyo alivyo, akosi sababu ana kipindi kile, Simba iko bora inafanya vizuri, Yanga alikuwa kazi yake kupiga kelele tu, mpaka anakwambia mara anaenda kwa mama, mara si anaenda kwa Magufuli, mara si wapi, mara wapi, mashtaka yaishi. Ndio wale askaria walimwambia yeye ni Simba, lakini mimi sijawahi kumwona wale askaria na majezi ya Simba. Mimi nimemshuhudia Karia na majezi ya Yanga mechi na mabao ni sundown Sio, umeelewa? Na wanasema Karia ajiuzuru kwa nini? Tutapata wapi rais bora kama wale Karia? Chini ya utawala wa Karia tumepeleka timu mbili umeelewa? Timu mbili tumepeleka chini ya rais Karia, robo fainali ambacho kitu hicho hakijawahi kutokea ukanda wa East Africa, timu mbili ziende robo finali haijawahi kutokea. Lakini chini ya utawala wa rais Karia tumepeleka timu mbili Tanzania, ambapo Afrika nzima ilishindwa mpaka Morocco Egypt yote timu zao zilitolewa zimebakia moja moja Tanzania pekee yake imepeleka timu mbili chini ya Karia tushacheza Afcon ngapi chini ya utawala wa Karia tushaenda mashindano mangapi sasa kuna chani inakuja kuandaliwa mwezi wa nane kuna Afcon tunaiandaa 2027 wewe unataka utotee kiongozi gani yaani mimi ninavyotaka Karia atawale mpaka dunia pinduke ya mpira na rais wao alisema kama kuna uwezekano basi hey! Sasa na sisi kwenye mpira kwenye siasa huko kuna katiba. Huko kwetu sisi katiba yetu sisi tunaitengeneza hapo huko ndani. Tunachoangalia huko tunadaka kitu kizuri. Tumekaa na marais wangapi? Tumekaa kina Tenga, tumekaa kina, kina Tumeka... marais kibao wamefanya hivi vitu walivyovifanya Karia i ina Tanga ina, yani ina, ina ipo hili ukenda Kigamboni ipo. Umenielewa? Ofisi zote zishahamishwa sasa ziko Kigamboni. Viwanja vya kisasa vinatengenezwa chini ya utawala wale Karia. Wao unajuaje? Wao mpaka mama anapenda mpira. Wao unajua wale Karia wamemfanya nini mama? Ina maana wamemimpress. Mama ameangalia mbona kweli na viongozi ambao anapenda mpira. Ngoja leo mimi niwekeze kwenye mpira. Eh? Rais gani aliyokuja kwenye nchi akapenda kama anavyofanya Mama Samia Suluhu Hassan? Na ndio maana mimi rai yangu kwa watu wa michezo, wao wa Simba, wao wa Yanga, kwa nani? Daftari la, la, la, la, la, la, la, la, la kuandikisha maswala ya kula tayari. Watu washanza kuandikisha, leo watu wakaandikisha, especially watu wa Simba. Watu wengi walikuwa hawana kadi za mashabiki kwa sababu ya vitambulisho vya NIDA, wengi hawana, umeelewa? Sasa waende wakachukua vitambulisho vya kula, kwa sababu vinatumika katika kuandikisha kadi za mashabiki. Twende tukajiandikishe ili tuweze kuvitumia kwa ajili ya nini? Ya, kuwa, ya kuchukulia kadi za mashabiki, alafu vile vile twende tukamchagua rais ambaye katika uchaguzi unakuja ambaye atafanya nini? Atakuja kuufanya mpira wetu kama anavyofanya sasa hivi, umeelewa? Lakini swala la kukaa kuanza kugusa uongozi wa TFF, usiwaache malalamiko, wasajili wapende sajili zilizokuwa bora Uwezi ukaribia ucho o ana miaka thelathini na tisa, unamletea mbadala yake ana miaka thelathini na mbili, unaenda kumletea Duki Abuye ana miaka thelathini na sita. Hapo anataka kuona timu bora, timu bora anaipata wapi eh? Wache bla bla. Wanachotakiwa wafanye usajili, watengeneze timu kama sisi tulivyovumilia miaka mitatu, na wao watengeneze timu. Timu yao tayari ishashuka timu yao ni kidebele kiduka kikimalagaisha. Timu ikishachoka siku zote, maneno huwa yanakuwa mengi. Kikubwa watakuwa wa wavumilie, watengeneze timu, lakini swala la kumgusa rais tutavia mbali. Umeelewa? Tuta nani ombe radhi, radhi Rais Karia ombe kwa hiki alichokisema.